Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuhu. Leo tena tumekutana <tune> kwenye mada nyingine ambayo ni mwendelezo wa mada yetu iliyopita. Kuthibitisha Qur'ani Kurani ya jambo la kutokea kwa kiyama na pia science imethibitisha hilo kwamba linaweza kutokea kwa, kwa msukumo mkubwa sana. Uh, leo hivi ni nimechagua kusema, kusema yale niliyoyaahidi jana, kutekeleza ahadi, kuzungumza kuhusu tukio kubwa ambalo wanasayansi wa dunia wanaita Big Bang, kutokea kwa mankind ulimwengu mzima na vitu vilivyomo ndani yake kwa mujibu wa wanasayansi wa dunia wanasema takriban miaka bilioni 13.8, iliyopita kulikuwa na mlipuko mkubwa ambao ni maarufu kwa watu wa dunia kwa jina la Big Bang, ambao ulianzisha eh, upanuzi wa ulimwengu. Wao wanaizungumzia dunia kuanzia hapa, wanazungumzia ulimwengu kutokea maeneo hayo. Uu, lakini baada ya miaka maelfu, mkandamizo wa hewa gesi, ndivyo ambavyo dunia ilipatikana na viumbe hai vikaanzika, bahati mbaya tu. Maana yake, maana kama kutokana na mlipuko eh, umetokea baada ya kutokea mlipuko miaka kadhaa, mkandamizo wa hewa ndio ukaja ukazalisha yaonekanayo. Eh, dunia yetu ilitokana na mabaki ya mabadiliko ya nyota na gesi. Baada ya muda mrefu, ikatengenezwa kutokana na vitu vya kiasili kama gesi ya hidrojeni na helia. Dunia ikaanza kupata mazingira ya kuishi, baada ya mamilioni ya miaka, mabadiliko ya hali ya hewa, maji, anga, hewa, ndio nasema atmosphere na kadhalika. Haya ndiyo maelezo ya wanasayansi hayana hayana upana unaotakiwa na viumbe ili kufikia malengo, yani ili kupata ununu sahihi, kupata fununu, eh, za uhakika, kupata dondoo zitakazotuwezesha sisi uh, haram ukweli wa jambo hili la maumbile ni upi? Hatuwezi kutosheka na haya. Sasa Qur'ani inatoa ithibati, inafundisha namna gani ulimwengu uh, um, huu ulipatikana bingbang na Qur'an, kenye tukio la bingbang la na Qur'ani sasa tukaona je ipi hasa kwa halisia. Allah subhanahu wa ta'ala sema katika sura Al-Anbiya aya namba 21 na Ay, aya namba 30. Je, wale waliokufuru hawakuona, ah, kwamba mbingu na ardhi zilikuwa zimeambatana zili tukazifarakisha, tukazitenganisha, tukaziachanisha. ba hii wanasayansi wanayezungumzia, Qurani imezungumza tukio hili kwa mnasaba huu, kwamba hawa walichokiona Qurani imekizungumza karne ya saba, kwamba makisio yao hapo walipoanzia ni kwenye tukio la ardhi na mbingu kuwa vimeshikana kanata eh, vilikuwa hivi viwili katika hali moja patakanahuma tukaviachanisha. Sasa wanasayansi wameona kuanzia hapa, lakini katika maumbile ya viumbe hai Allah subhanahu wa ta'ala sema wama amruna ila lamhim bil basar, nilisema jana haikuwa amri yetu isipokuwa ni kama mtetesi wa jicho, nikusema huwa nani kuwa nalinakua angalia surati Yasin aya ya mwisho mwisho huko kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kutupa fikra juu ya fikira tulizokuwa nazo, kwa sababu tuna mipaka ya kuishi. Sasa yeye aliyetuwekea mipaka ya kufikiria, kama nilivyozungumza jana, kwamba sisi watu tumeumbwa, tuna mipaka ya kufikiri, tuna mipaka ya, ya kuona, kusikia na kadhalika. Hivyo hivyo katika mpaka wetu wa kufikiria hatuwezi kupindukia. Kwenye msingi huu ambao Allah Taala ametuweka mwisho, lakini lakin pia akasema ameumba dunia katika siku sita. Hapa huchukuliwa na wengi kama vipindi vya uumbaji siku ishirini na nne za dunia, kwa wakati wenyewe ulikuwa haujaumbwa ya bado, yaani nyakati bado hazijaumbwa, lakini kuna siku ishirini na nne za maumbile. Nimefahamu vizuri, na hii pia ni mada inataka kuichambue vizuri. Sasa uumaji wa dunia na mandhari yake, Allah Ta'ala ameeleza kwamba yeye dunia ameiumba na yeye ndiye aliyeifanya dunia iwe laini kwenu, basi tembeeni katika pande zake. Hii ni Suratul Mulki aya, aya, sura ya 67 aya nambari 15, na katika na aya nyingine nasema, na, na ardhi baada ya hapo akaitandaza daaha walardha ba'da dhalika dahaha, na ardhi baada ya hapo akaitandaza. Hizi aya zinazungumza maumbile ya dunia, namna Allah subhanahu wataala alivyoumba. Inaonyesha kuwa dunia ilitungwa na kuandaliwa kwa hatua hadi ikaweza kuzumili uhai. Ndiyo maana tafiti zetu pia zinaonyesha sayari nyingine kupata uhai ni ngumu. Kwa sababu gani? Hii dunia iliandaliwa hasa yani, yani umahususi wake ni kuishi watu dunia. yeah. yeah. Je, kuna kianzano, kuna kinzano chochote baina ya sayansi na, na Qurani? mambo ya yanayohusu au yanayolingana katika maelezo ya Qurani na maelezo ya sayansi ni kama ifuatavyo: Qurani inathibitisha kuwa mbingu na ardhi zilikuwa kitu kimoja sawa na bingbang, tukio la wanasayansi wanaolieleza. Qurani inataja kuwa, kuwa kila kitu kilitokana na maji nasi, nasi tukajalia kila kilicho hai kutokana na maji nasi tukakifanya na kila kitu kutokana na maji kuwa hai. Hai mambo yanayotofautiana yana, lakini sio kwa ukinzani wa waziwazi kwenye maelezo ya wanasayansi wa dunia ya sasa na sayansi ya Qurani yenyewe ipo hivi. Sayansi haikubali muumbaji bali inasema vitu vilijitokeza kwa bahati na maumbile. Nisikilize vizuri. Sayansi inakataa kuwepo the creator, yani mwanzilishaji wa vitu hivi, wa ulimwengu, dunia vinavyoizunguka dunia and so on lakini Qurani inasisi inasisitiza kuwa Mwenyezi Mungu ndiye muumbaji wa vyote kwa hekima na, na makusudi maalumu. Nimefahamu vizuri? Mwisho nitakupa challenge dogo kabisa, ili, ili, ili ubaki nayo uchague baina ya Qurani au science ya watu wa dunia. Uh, Qurani haipingani na science ya kweli, bali, bali inaelezea kwa namna ya kiroho ishara na hekima ambapo sayansi hutoa maelezo ya kiufundi. Kwenye maeneo mengi Qurani inakubaliana na utafiti wa sayansi ya kisasa hii, ingawa nia ya Qurani ni kuelekeza kwenye imani, si kueleza sayansi kwa upana wake. Maana yenyewe Qurani tunasema ni kitabu cha fundamento hiki, hiki ni kitabu cha misingi. Hii ni katiba ya Waislamu, kila jambo tunalikuta huko ndani. Sisi sasa tufanye utafiti kufikia lengo kwenye mipaka yetu ya ukomo wa kufikiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala atatuwezesha kuyaona haya mambo. Uh, nikuambie, ni ni kitu, kuna anayesema dunia imetokana kwa bahati mbaya, lakini ni, hewa imekaa kwa mpangilio maalum. Bahati mbaya hiyo ya wanasayansi wanayotuambia kwamba dunia imepatikana kwa bahati mbaya, mkandamizo wa hewa. Lakini lakini utafiti unaonyesha kama sio hali hizo dunia isingefaa kuishi. Unanielewa vizuri? Kama dunia isingefaa kuishi kwa hali hizo, maana yake kumbe imeandaliwa, haiwezi kuwa bahati mbaya. Kama imeandaliwa, je, nani mwandazi? Mwandazi ni yule anayesema mimi nimefanya Soma Qur'ani utakuta inakuja na maelezo kwamba Mwenyezi Mungu ana jinasibu kwamba yeye ndiye aliyefanya. Nani, nani wa kumfuata baina anayesema ni bahati mbaya na anayesema imetokea kwa, kwa makusudi alafu viumbe yu, hai vikaja kwa mpangilio yani kike na kiume, kila chenye kike eh, kina dume lake lume na kila dume lina jike lake. Bahati la mbaya tu hii! Watu, tumieni akili zilizokaa sawasawa baina ya maelezo ya wanasayansi kwamba dunia imetokea kwa bahati mbaya, au maelezo ya Allah subhanahu wataala kwamba dunia ni maumbile ma aliyoyatengeneza yeye a. Alafu Qurani karne ya saba, big bang imetokea nyuma zaidi miaka hali iliyopita, Muhamadi ajawa nabii ni mpinga, niambie wewe, hii mbingu na ardhi vilishikana kisha tukaviachanisha. Wanasayansi wanakubali leo, karne ya ishirini na, na moja. Tuwafuate wanasayansi kwenye uongo wa kwamba hakuna aliyeanzisha au tumfuate Muhammad sallallahu alayhi wa sallama aliyekuja na Quran na inasisitiza kwamba mtendaji wa aya ni Allah subhanahu wa ta'ala, naye anasema, mimi ndiye niliyefanya. Bila shaka kauli thabiti ni yule anayesema nimefanya, na kwa mpangilio. Sio mpangilio tu, akaeleza na hali za ndani kupitia mtu mjinga, yaani Muhammad Muhammad <tinyata> hakuwa msomi aliyekupitiliza kwamba amekwenda chuo kikuu ana masters labda, labda ana madigrini ana na ma PhD na doktari yuko hakijapita huko. Lakini malaika ndiye aliyekuja kumfundisha akamfundisha haki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, eh? na haki akaizungumza: tukafanya mbingu na ardhi tukajalia kutokana na maji kila kitu kuwa hai oesi yenyewe ni asili ya unyevu unyevu kali sana, kwamba hewa asili yake ni maji. Lakini taiweesha pale pale meda, rudi nyuma zaidi, rudisha fikira zako nyuma, rudisha fikira zako barabara zaidi, alafu utakuja kupitaini katika jicho lililokaa sawasawa pale ambapo utagusa anga saiti kabisa za kielimu kuhusu maumbile ya mtu Wanasayansi leo wanakiri kwamba ni usahihi ni mkubwa ambao Allah taala ameuzungumza kwa mujibu wa Qurani tukufu kwamba maji ya uzazi hutoka kifuani na kwenye mgongo wa baba, kifua cha mama na mgongo wa baba, eh uti wa mgongo, chini pale chini kidogo ya uti wa mgongo ndiko maji yanaanza kuzalikana, e, ya uzazi. Na Allah taala amethibitisha hili kwa mujibu wa Qurani tukufu naposema, na chini sina maana ya hivi kwa ndani walotu kwa hansi, ya lakin lakin zahani, zahani wa na kuanzia kwenye pingili za mwisho mwisho. Na maeneo yale, lakini pia uzahaji wa mbegu kwenye ya Qur'ani uriha kwenye Qur'ani, maelezo haya Qur'ani inayatoa vizuri kwa mujibu wa ahadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunaona kwa jicho pevu, lakini huyu Muhammad hakuwa msomi kiasi hicho. Maelezo haya yeye ameyatoa aliyemfundisha ndiye aliyesema, dhalika takdiru al azizil alim, hayo ni makadirio ya mwenye nguvu mwenye elimu. Kwa hivyo sayansi, sayansi inasema dunia ilitokea baya, lakini Allah taala anasema mimi nimeumba dunia na akataja vipindi vya uumbaji, kwanza kuumba mbingu, eh, kwanza kuumba kalamu daftari la kuandikia ikaandika vilivyopo, kisha vikaumbwa kitu kimoja baada ya kingine, mpaka kufikia hapa. Yote haya Qur'ani imetoa mwongozo wake. Leo watu hawaoni, hawastaajabu. wana- wana wana memory, wana flash, wana memory card. Hizi eh flash memory card, kuna nini hizi nyingine, wamepokea nini leo hiyo? SSD wanahifadhi vitu wanaweka ndani wa vitu chungu nzima, makompyuta haya yanahifadhi vitu leo, si ndio? Lakini, Lakin Allah karne ya saba aliwaambia watu karne ya saba kwamba kwa tutakuja kuwaonyesha kila kitu walichokifanya kwenye ulimwengu wa dunia. Watu wakaja na mifupa, mtu kokota mkupa, alafu wanamfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasalama, wanamwambia aidha nitna wa kunna turaban wa idhama ina lamaruu kaika ngine fi khalqin jadid, hivi sisi tufe, tuzikwe, mifupa ipukuswe na wadudu, ikishapukuzwa hivi sisi tutarudishwa kwenye jumbile tena baada ya kuwa mfupa upo namna hii? Allah taala akasema bala qadirina ala annusawia bananahu, sisi tunaweza kufanya ncha za vidole vyake Watu <ihaz> wasiokuwa na akili hawafikirii kwamba hawakuwepo kisha Allah akawafanya wakawepo, ila wanachoona wao ugumu ni kuwarudisha baada ya kuwepo. Inaingia akilini? Aliyetengeneza Volkswagen gari hivi, ukimpelekea mifupa gari imekushakusha anaweza kuirudisha vipi? Huyo aliyemuumba mtu na vinavyoonekana atashindwa kuvirudishia? Akili kichwani ni kwako Akili za kupewa changanya na za Qurani. <laughs> Eh, hey, sio changanya na zako, changanya na za Qurani, zako zitakuwa ndogo. Akili za kupewa changanya na za Qurani, changanya na za Qurani zaku, kisha, kisha zivute kwenye akili yako. Sasa udadavuzi uanze, fanya udadavuzi. Watu wengi wanapenda kudadavuliwa mambo, wenyewe hawapati muda wa kukaa wakafanya udadavuzi pasavyo tutafakari juu ya maombile yetu sisi watu kwa taala Qur'an tukufu nini wenyewe.